Shughuli katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi zilisimama baada ya habari kuenea kuwa mwili wa Raila Odinga umewasili nchini kutoka India. Maduka yaliyokuwa yamefunguliwa asubuhi yalifungwa haraka. Kulingana na wenyeji jiji, e, wenyeji wa jiji wa jijini pamoja na Wakenya kwa jumla wanaomboleza, hali iliyowalazimu kufunga biashara zao ili kuungana na waombolezaji wengine kumuenzi kiongozi huyo wa taifa aliaga dunia. Eneo la katikati mwa jiji la Nairobi leo asubuhi, barabara zilikuwa zimejaa watu, huku wahudumu wa uchukuzi wa umma wakitarajia msongamano jioni, kwani abiria watakimbilia nyumbani wakihofia kutokea kwa vurugu. Hofu ya ghasia na wizi kama zile zilizotokea wakati wa misukosuko ya kisiasa zamani ziliwatia watu wasiwasi katika jiji lenye shughuli nyingi la Nairobi. Mapema, mamia ya waombolezaji waliwasili kwa bodaboda -boda, wakiimba nyimbo za ku wamiliki wa biashara walilazimika kufunga maduka yao haraka kwa hofu ya vurugu, hali iliyoacha sehemu kadhaa za jiji zikiwa mahamu. Eh, ambapo leo hata unaona biashara, tumepeana heshima kwa kuwa hakuna biashara yoyote inaendelea, kwa sababu baba ni kigogo, lazima tumpatie heshima zake. Tukio la kufunga biashara mingi hapa jijini Nairobi ni kutokana na kwamba watu wamemheshimu Raila Amolo Odinga. Kwa wakenya wengi leo ni mwisho wa enzi ya mtu aliyekuwa kiini cha harakati za kisiasa nchini zilizochangia kupatikana kwa mfumo wa vyama vingi na mafanikio ya utekelezaji wa katiba ya mwaka elfu mbili na kumi. Tuko na huzuni sana kupoteza mtu kama huyoni ile kitu iko Raila, ujue umetuacha na huzuni na Mungu akuweke mahali pema peponi. Tumepoteza kiongozi mkubwa, hii Kenya hii. Umetuacha kama hujatuambia. Nani atatupeleka Kanani? People will remember Raila Amolo Odinga out of his great achievements. Not one, not two, but many. Teresa Mutai, Darubini.